Katika kuadhimisha wiki ya huduma kwa wateja ofisi ya mkoa wa Singida ya mfuko wa taifa bima ya afya imefanya mambo mbalimbali mbali, pamoja na kutembelea wanachama katika vituo mbalimbali pamoja na mashule, kusikiliza kero zao na kupata mrejesho wa nini wanakipata na, na kutatua changamoto zao, lakini leo tumekata keki na wanachama wetu mbalimbali mbali, ikiwa ni ishara ya upendo katika kuadhimisha wiki ya huduma kwa wateja kiujumla. Bado tunaendelea kuwaasa wananchi wa mkoa wa Singida waweze kukata bima, kwa sababu bima ni mkombozi, na katika kutekeleza sheria ya bima afya kwa wote, ambayo kila mtanzania anatakiwa kuwa na bima, tunaendelea kuhamasisha makundi mbalimbali yaweze kujiunga na mfuko taifa bima ya afya, kwa sababu ni uhakika wa matibabu na kwa sasa ujiunga na bima ni rahisi sana kwa sababu sio lazima ufike ofisini. Una self service ambayo ukiwa kokote pale, ukiwa nyumbani, ukiwa ofisini, unaweza ukajisajili na ukaendelea kupata huduma. Mimi naitwa Beda Mgonja, meneja wa PCCF mkoa wa Singida A. Tunafurahia sana leo kuwa pamoja na taasisi yetu ya bima ya afya ambayo inatupa afya kila wakati. Tunashukuru sana kwa huduma nzuri ambayo wanaozitoa kwetu sisi na familia zetu. Ni jambo la kupongezwa sana. Na leo hii tunasherehekea wiki ya huduma kwa wateja. Hii inaashiria kabisa kwamba sherehe inatokana na kufurahia huduma ambazo tunazitoa na wao wenyewe wanashangilia kwa kufurahia huduma wanazozitoa kwa wateja wao. Na wewezi kufurahia tu na kushangilia na kula keki bila kuona kwamba nini unachokifanya. Hii ni ishara ya huduma nzuri unazozitoa. Lakini leo hii tunaposherehekea wiki ya huduma kwa wateja, inatuashiria kwamba tunasherehekea huduma tunazozitoa vizuri na wao wenyewe wanavyozitoa vizuri na sisi tunazipokea. Lakini pia hii ni ishara pia ya kutukumbusha kwamba pamoja na huduma tunazozitoa kila siku, lakini bado tunakumbushwa kwamba tuendelee kuwa na viwango hivi hivi vya kutoa huduma na tuendelee kuboresha zaidi pale ambapo panapokuwa panahitaji kuboreshwa. kwa majina yangu naitwa Mbaru Dila Luchanganya ni mtumishi wa idara ya afya, niko katika zaanati ya Mwandui Gembe, Halmashauri ya Ilamba, mkoa wa Singida. Kwa kweli mimi naishukuru bima ya afya, inanisaidia nimeweza kuunga wazazi wangu walionizaa, pamoja na watoto wangu tegemezi wangu wanahudumiwa kwa bima ya afya. Imenisaidia sana bima ya afya katika kutibiwa mama yangu Bugando hospitali. Kwa hiyo bima ya afya tunatakiwa tujiunge, bila bima ya afya haiwezekani. Bima ya afya inawezekana na inasaidia na ni muhimu sana katika huduma za afya, unapata popote pale, iwe kituo cha afya, iwe zahanati, halmashauri ya wilaya pamoja na mkoa. Kwa hiyo bima ya afya tuisapoti. Kwa majina anaitwa Mwalimu Joseph Timos kutoka St. Bernard Girls Secondary School. Ah, nimekuja hapa kwa ajili ya kufuatilia bima za vijana wetu lakini okay, pia na wafanyakazi wengine wa taasisi yetu. Tunashukuru kwa huduma tunayoipata kwa kweli, bima ya afya ni mkombozi kwa kila mwananchi. Kwa hiyo nitoe rai kwa kila, kwa iyo, kwa kila Mtanzania, aa, jiunge na mfuko wa bima ya afya itamsaidia sana, sio leo. Manake magonjwa huwa yapigi odi. Kwa hiyo bima ya afya ukiwa nayo itakusaidia wakati unapoihitaji. Nawapongeza kwa sababu ya majukumu mliyo yafanya kwa ajili ya watu. Kutumikia watu ni moyo. Ninawapongeza mpaka hapo. La pili, napongeza shughuli zenu kwa sababu ziko very white, very open. Hakuna mbambamba kwenye bima ya afya. Kama kuna kasoro wanakuambia pale pale karekebishe moja, mbili, tatu, ili afya yako iweze kusonga mbele, tofauti na majukumu mengine. Unaweza kumpaka mtu wanja kwa jambo ambalo unajua halina madhara, lakini afya ukikosea unapata madhara makubwa. Bila afya hakuna kazi. Kwa hiyo nawapongeza kwa majukumu haya magumu. Kutumikia watu ni kazi, najua kuna kuna magumu mnayo yapata kutokana na sisi jamii, lakini mnavumilia kutusaidia, hamkati tamaa, vinginevyo mngekata tamaa na sisi basi tungepata magumu mengine zaidi. Lakini ongereni sana kazi yenu ni ngumu, inataka moyo. Saa ishirini na nne mnapishana barabarani, mnapishana angani kwa ajili ya wanadamu hawa hawa. Sisi ni Watanzania, majukumu yetu ni mengi na tunapendana. Nawapenda sana, ongereni sana kwa kazi hii. Mungu awabariki.